Melissa Danford alikuwa daktari mbobezi katika masuala ya upasuaji huko Los Angeles nchini Marekani. Alikuwa ni binti mwenye umri wa makamu. Melissa aliwahi kuolewa na mzazi mwenzia Alfredo Rodrigo Mendez, ambaye alikuwa mwenye asili ya Meksiko mwenye uraia wa Kimarekani. Wazazi wa Rodrigo walihamia Marekani kimagendo lakini walifanikiwa kupata uraia baada ya miaka kadhaa huku Rodrigo akiwa mdogo sana huku Melissa yeye akiwa ni raia mwenye asili ya Marekani. Melissa na Rodrigo walifanikiwa kupata watoto wawili, Maria na Antonio. Lakini miaka kumi ya ndoa yao baadaye, Rodrigo alipata ajali mbaya ya gari, alikatika miguu yote miwili, lakini pia aliumia sana sehemu ya kichwa, ivo kumpelekea kutoweza kupona. Siku mbili baadaye, akiwa hospital, Rodrigo alifariki dunia. Ilikuwa ni wakati mgumu sana kwa Melissa, haikuwa rahisi kuweza kuizoea hali ile. Lakini baada ya miaka kadhaa baadaye alizoea na ikawa kama hali ya kawaida kwa Melissa na watoto wake. Aliweza kuendelea na majukumu ya kila siku kama kawaida, kazi pamoja na kutunza familia. Baada ya miaka kadhaa ya mfululizo wa majukumu yale, ilifika wakati akahisi uzito na kama kuna kitu kimepungua kwa upande wake. Aliwaza kuwa anahitaji kuwa na mwenza ili aondokane na hali ya mawazo, pia hata kumsaidia majukumu na iwe sehemu ya furaha kwake na watoto wake pia. Melissa alikuwa akijua anahitaji kufanya maamuzi sahihi sana, ili mahusiano yake yasije kumletea matatizo yeye, lakini hasa zaidi kwa watoto. Hakutaka kuwaharibu watoto wake kisaikolojia ama kwa namna nyingine yoyote ile. Lakini mbali na hivyo, changamoto kubwa ya Melissa ilikuwa ni katika suala la muda. Melissa alikuwa na ratiba ngumu sana ya kazi kiasi kwamba ilimnyima kupata hata muda mwingi wa kuwa na watoto na familia yake kwa ujumla. Melissa alikuwa na rafiki yake aliyekuwa kiitwa Monica. Siku moja, Monica alimtembelea Melissa nyumbani kwake. Kisha wakatoka kwenda dina wakiwa na marafiki zao wengine, ila Monica aligundua kitu. Aliona kuna kitu hakiko sawa kwa upande wa Melissa, na aligundua hilo kwa sababu walikuwa wamezoeana sana. Monica alitamani sana kujua nini haswa kinamfanya Melissa awe vile. Baada ya dina, wakati wanakaribia kuondoka nyumbani, Monica alimtumia ujumbe kwa WhatsApp Melissa. Melissa alitabasama alijua ni utani tu wa Monica kisha wakatoka kuelekea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, Melissa alioga akahakikisha kila kitu kiko sawa kisha akapanda kitandani. Kabla hajafumba macho kulala, alishika simu yake na kuamua kupitia jumbe ambazo hajasoma wala kuzijibu. Kisha aliamua kufungua ule ujumbe wa Monica lakini alikutana na emoji ya utani iliyokuwa ikimkonyeza, kisha chini yake kulikuwa na link. Melissa alifungua ile link lakini ilimpeleka moja kwa moja kwenye dating app site. Melissa alitabasamu kisha akatega alamu na kuweka simu pembeni akazima taa na kulala. Asubuhi kulipokucha, Melissa alienda kazini na kuendelea na majukumu yake kama kawaida. Ulipofika muda wa lunch time, aliamua kuingia tena kwenye ile dating site ambayo watu walikuwa wakitafuta wapenzi Nafsi yake ilikuwa nzito sana, lakini Melissa alisema wacha nijaribu ili nione ufanyaji kazi wake. Ile dating app ilikuwa ni loko, lakini pia ilikuwa ni ya international, kwa maana kwamba ilimpa fursa mtumiaji kuchagua kutafuta mpenzi ndani ya nchi na nje ya nchi, ikiwemo nchi za mabara mengine ya mbali. Hatua ya kwanza, app ile ilimhitaji Melissa kuweka taarifa zake binafsi za muhimu, ikiwemo majina yake atakayopenda kutumia hata kama yasingekuwa majina yake ya kuzaliwa, umri wake, picha zake pamoja na email yake, walau hata picha moja tu. Melissa aliamua kufanya zile hatua zote za awali hadi mwisho, huku akiwa na wasiwasi baada ya kukutana na matukio kadhaa ambayo yamewahi kutokea ya utapeli wa mtandaoni lakini alijikuta akifanya zile hatua zote hadi akamaliza, kana kwamba kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinamsukuma yeye kufanya hivyo. Baada ya hapo Melissa alirudi kuendelea na kazi mpaka jioni, alirudi nyumbani bila ya chochote kuwa kimeendelea. Wiki iliyofuata Melissa alikuwa na zamu ya kuingia usiku kazini. Siku moja ndani ya wiki hiyo, akiwa ametoka kufanya upasuaji wa mgonjwa aliyekuwa ameletwa hospitalini hapo kwa kupigwa risasi mbili kifuani. Baada ya kazi ile kuisha, Melissa alienda kuchukua kahawa. Akiwa amekaa chini kwa uchovu, alisikia sauti kutoka kwenye simu yake. Ilikuwa notification kutoka kwenye ile dating app site. Alifungua notification ile, ilikuwa ni friend request ambayo ilimtambulisha kijana mmoja kwa majina ya Ogbona Ngimea kutoka Afrika mwenye umri wa miaka 45, na katika picha zake alionekana na umbile la weusi wa kung'aa, mrefu, mtanashati. Lakini Melissa alihitaji kujiridhisha zaidi juu ya kile alichukua anakiona kabla hajabonyeza kitufe kuikubali friend request ile. Alijaribu kufuatilia kama Ogbona alikuwa na maelezo ya kutosha yakimuelezea zaidi lakini taarifa za kumwelezea Ogbona zilikuwa sio za kutosha kutoka katika dating site ile. Melissa alijaribu kutafuta kwenye baadhi ya social media kadhaa kama vile Facebook na Instagram ili aweze kuona kama atapata taarifa za kina zaidi kumhusu Ogbona. Lakini haikuwa hivyo, ila aliamua tu kuikubali notification ile ya friend request. Baada ya hapo ilipita siku mbili bila ya kupata ujumbe wowote kutokea kwenye dating app ile. Siku ya tatu, akiwa anatoka kazini asubuhi, akiwa ndani ya gari yake, notification iliingia kwenye simu yake. Ilikuwa ni ujumbe mzuri wa salamu lakini pia ukiambatana na maneno kadhaa mazuri yaliyompa faraja Melissa, na akaonyesha tabasamu kwa ishara ya kuwa amevutiwa na ujumbe ule. Hakuwa mwingine bali ni Ogbona. Melissa alipofika nyumbani watoto walikuwa wameshaenda shule, lakini alikuwa mwenye furaha usoni mwake. Alianza siku ile vizuri, akafanya ratiba zake za kawaida, kisha akapumzika. Lakini Melissa hakuwa amejibu ujumbe ule. Alipokuja kuamka ilikuwa majira ya mchana ambapo ilimbidi apate chakula cha mchana. Baada ya kumaliza, alishika simu yake kuangalia kama kuna watu walimtafuta, labda ofisini kwake au jamaa ndugu na marafiki, ila badala yake alikutana tena na ujumbe wa Ogbona. Ulikuwa ukisema, hakika Mungu ni mwema na katika yeye tunapata nguvu na faraja kupitia imani zetu. Pole na hongera kwa majukumu Melissa, Natumai na natamani kusikia chochote kutoka kwako. Ujumbe ule ulileta faraja na tabasamu tena kwa mara nyingine kwa Melissa, na pale pale aliamua kumtumia ujumbe Ogbona, alisema, asante sana, hakika Mungu ni mwema wakati wote Ogbona, asante kwa kujali. Ogbona alipokea ujumbe ule, kisha yeye alimjibu papo hapo akamwambia, nimefurahi kusikia hivyo Melissa, lakini je, nawezaje kufanya mazungumzo na wewe zaidi? Melissa alivutiwa na ukarimu wa Ogbona aliamini kuwa Ogbona ni rafiki mzuri pia mwenye hofu ya Mungu aliamua kumtumia namba yake kisha kwa chini yake alituma ujumbe kumwambia Ogbona unaweza kuwasiliana na mimi kupitia namba hii kwa WhatsApp. Ogbona kwake ilikuwa ni kama ndoto yake imetimia kwa asilimia sabini alipiga yowe kwa furaha kisha akasema yes kwa nguvu na safari mpya ya mahusiano baina ya Melissa na Ogbona ilianza rasmi huku wakianza kuwa marafiki. Ogbona bila ya kuchelewa aliona aitumie nafasi ile vizuri, alimtumia ujumbe Melissa kila ilipobidi kufanya hivyo. Japo kwa upande wa Melissa ilikuwa ngumu kidogo kuwa na mazoea ya kuwasiliana na Ogbona kwa sababu ya uaminifu, lakini pia kazi na majukumu yalikuwa yakimbana sana kiasi kwamba ilimchukua masaa kadhaa au siku kujibu ujumbe mmoja tu wa Ogbona. Lakini hilo alikuwa tatizo kwa Ogbona, aliendelea kumtafuta Melissa mara kwa mara hata kama asingepata ushirikiano kwa wakati. Baada ya muda kwenda kidogo, Melissa alimua kumpa muda wake japo kwa uchache ili aweze kumjua Ogbona na ajue nini ilikuwa dhamira yake, maana aliona Ogbona alikuwa ni mtu ambaye ameonyesha kujali mara kwa mara na sio mtu wa kukata tamaa. Kadri siku zilivyozidi kwenda, mawasiliano kati ya Ogbona na Melissa yalizidi kuimarika, walikuwa wakitumiana ujumbe mara kwa mara huku wakiongea kwa simu. Ikafikia wakati ikawa kila siku lazima wafanye mazunguzo kwa kutumia WhatsApp video call. Na kidogo kidogo, Ogbona aliweza kuuteka moyo wa Melissa. Ogbona aliweka nguvu kubwa sana kwenye mawasiliano hili kuendeleza mahusiano yao. Alikuwa kama zaidi ya mume kwa Melissa. Lazima kila siku alitaka kujua hali ya watoto pamoja na maendeleo yao wote kwa ujumla, lakini nyakati zote za mlo wa chakula alikuwa akiuliza na kumkumbusha Melissa. Ogbona alikuwa anahakikisha simu ya kwanza kwa Melissa kuishika asubuhi ilikuwa ni ya kwake na ya mwisho kabla ajalala. Kwa namna moja au nyingine hali ile ilikuwa ikimfariji sana Melissa. Aliweza kuwaambia watoto wake kuhusu Ogbona pamoja na rafiki zake kadhaa, ikiwepo Monica ambaye ni best friend wake. Watoto wa Melissa walikuwa wakimpenda sana Ogbona, japo walikuwa wakimwona tu kwa video call, mpaka ikafikia wakati walikuwa wasipoongea naye hata kwa siku moja, walikuwa wanamuuliza mama yao kuhusu anko Ogbona. Melissa pia aliweza kumfahamu Ogbona kwa ukaribu, ikiwemo familia, shughuli zake, na hata ikafikia wakati Melissa alikuwa akijulikana na marafiki pamoja na watu wa karibu sana wa Ogbona. Mahaba yalikuwa maradufu, mpaka Melissa na Ogbona wakafikia mazungumzo ya mipango ya ndoa, hali ya kuwa hakuna hata mmoja wapo aliyewahi kumwona mwenzie fiziko. Waswahili husema mapenzi ni upofu wa moyo. Muda ulienda na ikafika winter time. Melissa alichanganyikiwa sana na penzi la Ogbona, aliamua kuchukua likizo katika kipindi hicho cha baridi. Alikata tiketi ya ndege na tayari kwa ajili ya safari kwenda Afrika kumwona mpenzi wake Ogbona. Kama ilivyoada, Melissa alifanya shopping na kuchukua vitu vyote muhimu kama sehemu ya maandalizi ya safari. Siku ya safari ilivyofika, Melissa aliita uba ikampeleka moja kwa moja hadi airport. Aliwaambia watoto wake kuwa anasafiri kikazi na kuwaacha chini ya uangalizi wa best friend wake Monica, bila ya kujua nini kitakachotokea hapo baadaye. Melissa aliweza kucheck in akiwa pale airport akapewa na boarding pass, ikisha akaingia ndani ya ndege tayari kwa kuanza safari. Tukiwa tunaendelea na simulizi yetu hii nzuri, ningependa kuwashukuru na kuwaomba kama hauja subscribe. Tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele uwe mwanafamilia wa Dunia ya Simulizi za Kusisimua ili usipitwe na matoleo ya simulizi nyingi nzuri zinazofuata. Akiwa ndani ya ndege, safari ilikuwa ndefu ya masaa yasiyopungua 18. Hatimaye alifika, walitua airport salama, na Ogbona alikuwa ameshafika pale kwenye arrival point kumpokea Melissa. Walionana, wakakumbatiana kwa furaha sana, kila mmoja alikuwa na uso wa bashasha. Ogbona alimbebea mabegi Melissa, kisha walitoka na kuelekea sehemu ya taksi, wakapanda na kuelekea nyumbani kwa Ogbona. Walipofika, Melissa alipata chakula na kupumzika ili kuondoa uchovu wa safari. Alipoamka ilikuwa imefika asubuhi tayari. Ogbona akamwambia Melissa kuwa inabidi ampeleke kwa wazazi wake kumtambulisha. Melissa kwa furaha sana alikubali, wakaenda hadi stendi kuu ya mabasi, walipanda basi na safari ikaanza. Safari ilikuwa ndefu. Melissa alikuwa mwenye furaha sana maana ndo ilikuwa mara yake ya kwanza kufika Afrika. Kwa hiyo kila alichokiona machoni mwake kilikuwa kikimvutia na kumfurahisha sana. Baada ya kufika na basi, walishuka kisha walipanda daladala pia wakatembea kwa umbali kidogo. Ni kitu ambacho kilimchosha Melissa kwa kiasi, lakini hakuwa na namna, ilimbidi kuwa na subira. Walipanda tena daladala nyingine na ilienda mpaka mwisho wa mageuzo ya daladala zote. Melissa alikuwa amechoka sana lakini pia ilitakiwa wapande tena bodaboda kwa umbali wa kama kilometa thelathini. Walifanya hivyo na waliposhuka, kulikuwa na mteremko kidogo, pia kulikuwa na mto ambao ulipeleka maji hadi ziwani. Walivuka mto ule na tayari jioni ilikuwa imeshaingia. Waliokutana nao njiani waliwaangalia kwa mshangao mkubwa, huku wakisemezana, huyu mzungu ndio kafara ya mwaka huu. Melissa aliwaangalia watu wale huku akiwa anatabasamu hakuwa akiwaelewa hata kidogo. Alihisi wakimshangaa kuwa ni mtu wa tofauti kwa sababu hakuwa akitokea mahara hapo. Baada ya mwendo mfupi walifika. Melissa alikuwa amechoka sana kwa uchovu wa safari. Walikaribishwa vizuri na familia ya Ogbona lakini majirani kadhaa pia walifika kumkalimu mgeni. Wakati hayo yote yakiendelea, Melissa alikuwa amechoka sana, hivyo aliomba kwenda kupunzika mapema. Asubuhi iliyofuata watu waliongezeka kuja kumwona Melissa, walileta zawadi za kuku, vyakula mbalimbali na ngoma pia ilipigwa kama ya upokezi na shukrani. Bila ya kujua ngoma ile ilikuwa ni ya kuitaarifu mizimu kuwa kafara imepatikana. Watu wa kijiji kile walifurahi sana, na ngoma ilipigwa kuanzia asubuhi, usiku mzima, mpaka asubuhi iliyofuata. Melissa alifurahi sana na kuwaona watu wa kijiji kile pamoja na wanafamilia ya Ogbona kuwa wana upendo sana, lakini mbali na hivyo, Melissa alikuwa ni mtu mwenye upendo pia sana. Aliweza kuwasaidia watu wa kijiji kile, hasa walipougua, wazee, watu wazima, vijana na watoto. Asubuhi moja kulivyokucha, vijana wa makamu walikuwa wakicheza mpira. Miongoni mwa vijana hao, alikuwa kijana mmoja aliyeitwa Dani. Wakiwa wanacheza mpira, kwa bahati mbaya Dani alitenguka mguu maeneo ya kisigino. Dani alisikia maumivu makali sana kuliko kawaida na hakuweza kupata huduma ya kwanza. Lakini walipata wazo kuwa Melissa angeweza kumsaidia. Kijana mmoja wao alikimbia hadi Melissa alipokuwa kikaa. Alibisha hodi, Ogbona akatoka akamsikiliza, kisha Ogbona akamwambia Melissa Haraka haraka, Melissa alibeba boksi dogo la huduma ya kwanza na haraka walienda mpaka alipo Dani. Melissa alimpa Dani huduma ya kwanza kisha akamfunga Dani bandage. Na Dani alipata afadhali, lakini hakuweza tena kuendelea na mchezo. Kile kitu kilijenga roho ya huruma na upendo moyoni mwa Dani. Huku upande wa pili walikuwa wakijiandaa na kafara. Melissa naye alikuwa akimuuliza Ogbona, kwa nini tokea nimefika hapa kila siku ngoma inapigwa usiku hadi panapokucha? Lakini Ogbona hakumpa ushirikiano mzuri. Mwisho tu alimwambia mila na desturi za hapa, hasa zaidi mgeni akifika na ngoma hii inakuwa ikipigwa sio chini ya siku saba mara tu mgeni yoyote anapofika hapa. Lakini haikuwa kweli, ilikuwa ni danganya toto tu kwa Melissa. Siku zilienda na hatimaye siku ya kafara ikawadia. Ogbona aliitwa na wazee usiku mmoja kabla ya siku ya kafara. Kisha akapewa dawa za kunywa amchanganyie Melissa kwenye kinywaji kisha nyingine ampake. Lakini wakati kitendo kile kikiwa kinaendelea, Dani aliweza kuwaona na kuwasikia wakiwa wanapanga kitendo kile. Lakini Dani alikuwa ameshajenga roho ya upendo kwa Melissa wakati Melissa akiwa amekaa ajui hili wala lile. Dani alikimbia haraka kwenda kwa Melissa. Alimkuta Melissa akiwa nje anajaribu kama atapata mtandao ili awasiliane na watoto wake pamoja na rafiki yake Monica. Moja kwa moja Dani alianza kumwambia Melissa kwa uoga huku akitetemeka, tafadhali naomba leo ukipewa kinywaji chochote huu usiku na Ogbona usinywe. Pia ikibidi kesho asubuhi sana uondoke, sasa hivi ni usiku, pia watakushtukia. Melissa alipatwa na mshtuko, akawa anamlazimisha Dani amwambie kuna nini, lakini Dani hakuweza kumwambia kila kitu, na mara Ogbona akawa anakuja kuelekea pale wao walipokuwa. Lakini Melissa aliamua kuzingatia maneno yale. Walipofika chumbani yeye na Ogbona, Melissa alipanda kitandani, lakini Ogbona alitoa kitu mfukoni, kisha akachukua glasi ya maji, akatia kidogo bila Melissa kuona, kisha akampa maji yale, Melissa. Melissa aliyachukua kisha wakati Ogbona akiangalia pembeni, Melissa aliamwaga chini ya uvungu wa kitanda. Alafu akajifanya amelala. Baada ya dakika kadhaa, Ogbona alitabasamu kisha akaanza kunena maneno ya kilugha, lakini Melissa hakuwa amelala kama Ogbona alivyodhani. Ndipo Melissa aligundua kuwa maneno yale ya Dani yalikuwa ni ya kweli. Mara kabla Ogbona hajamaliza, akiwa anajiandaa kumpaka yale mafuta ya kichawi aliyopewa, Melissa alijigeuza kutokea pale kitandani, kisha akaomba kwenda chooni, huku akiwa anaonesha kama mtu mwenye uchovu na usingizi mzito lakini Melissa alivyoenda chooni akuona tena kinachomfanya kusubilia hadi kesho yake ndo aondoke, badala yake alipitia katika dirisha dogo la chooni, kisha akaanza kukimbia msituni bila ya kutaka kujua chochote kitakachomtokea. Alikimbia kwa umbali mrefu sana. Ilikuwa usiku wa giza nene, alisikia sauti za wanyama wakali wakilia, upepo na sauti za miti ikivutana, lakini akurudisha moyo nyuma, aliendelea kusonga mbele huku nyuma Ogbona alisubiri kwa muda mrefu, akaona kimya, alimua kwenda chooni kuangalia, lakini hakumwona Melisa. Alipoangalia dirishani, aliona kuna damu mbichi. Moja kwa moja, Ogbona alijua kuwa Melisa alikuwa ametoroka. Haraka akakimbia kurudi kwa wazee waliompa zile dawa, huende labda kuna kitu alikosea. Haraka walitoka, akiwemo Ogbona pamoja na vijana kadhaa, walichukua tochi na mbwa, wakaanza kumfuatilia Melisa. Melissa alikuwa amefika mbali kidogo, aliona nyumba ya nyasi iliyokuwa pembezoni kidogo mwa kijiji kingine cha pili jirani na kule alipotoka. Melissa alikuwa amechoka sana, lakini moja kwa moja alienda ili aone kama atapata msaada. Baada ya kufika, alibisha hodi, akafunguliwa. Kulikuwa na mwanamke mmoja mtu mzima na mume wake, walimkaribisha ndani, wakamuuliza nini kilichomtokea. Melissa aliwaelezea. Alihisi kuwa yuko sehemu salama. Baada ya muda kidogo yule mzee akaaga kama anaenda kutafuta msaada pia kuangalia mazingira ya usalama zaidi wa Melissa. Lakini baada ya muda mchache yule mzee alirudi akiwa ameongozana na kina Ogbona, ndipo Melissa alijua kumbe wote walikuwa wamoja. Yule mzee kabla hajatoka alipeana ishara na mkewe, pia walishajua kuwa yule alitakiwa kuwa kafara hivyo alifanikiwa kutoroka. Melissa hakuwa na namna tena maana alikuwa amechoka sana. Alibaki akilia kwa uchungu sana, huku akisema, he Mungu nisaidie. Melissa alichukuliwa akafungwa kamba mikono na miguu, kisha wakambeba juu juu. Walivyofika kijijini, wale wazee walifurahi sana, wakawapongeza sana, kisha wakampeleka moja kwa moja katika chumba cha kafara, wakamlaza juu ya sakafu la saruji, huku akiwa amefungwa kamba. Taarifa ilisikika kuwa Melissa alijaribu kutoroka lakini akakamatwa. Wakati maandalizi ya kafara yakiendelea, Melissa akiwa pale ndani alimwomba sana Mungu kwa maombi yaliyobeba hisia kubwa sana. Pia nafsi yake ilisema, mbona mimi siyo mtu mbaya ini Mungu kwa nini ukunisaidia kufanya maamuzi sahihi? Kweli Mungu unaniacha niwe sadaka ya hawa washirikina? Tafadhali Mungu wangu mpenzi naomba usiniache. Machozi mengi yalimtoka huku nafsi yake ikiwa na uchungu sana. Melissa hakuwa na namna, alikuwa amefungwa kamba mdomoni, mikono na hata miguu pia, hakuwa na namna yoyote ile ya kuweza kujiokoa. Hatua ya mwisho, alikubali tu kusudi la Mungu kuwa aliamua Melissa mwisho wake uwe wa kuondoka duniani akiwa kama kafara ya kishirikina. Alikuwa ameshapoteza tumaini kabisa. Ghafla alisikia mlango ukifunguliwa. Melissa alisema, wacha nisali sara zangu za mwisho. Hakika leo ndo mwisho wangu nimeisha. Huku nafsi nyingine ikimsemesha, ndo wao wameshafika. Alifumba macho kwa uoga, hakutaka hata kuona kitakacho kuwa kinaendelea. Mwisho kabisa akajiambia, masikini roho yangu. Lakini alihisi mkono wenye ubaridi umemshika kisha sauti ilimsemesha masikioni mwake, Melissa, amka tuondoke. Alipofungua macho alikuta, alikuwa ni Dani amekuja tena kumsaidia kwa mara nyingine. Bila ya kupoteza muda, Dani alimfungua kamba haraka, kisha akamuinua pale alipokuwa amelala. Wakafungua tena mlango taratibu, walitoka wakinyata kidogo kidogo mpaka wakafika sehemu ambayo palikuwa hakuna pilika pilika za watu. Wakaanza kukimbia wakielekea msituni. Dani alikuwa mzoefu wa ule msitu, alikimbia na Melissa kule msituni kote akimwongoza mpaka wakatokea mtoni. Walivuka mto, Dani alimpeleka Melissa katika taasisi moja ya kulelea watoto na wazee wasiokuwa na uwezo ambayo ilikuwa inadhaminiwa na Wamarekani. Dani alimwacha pale Melissa huku akijua ndo mahara pekee Melissa angekuwa salama zaidi. Lakini kabla Dani hajaondoka, Melissa alimwandikia email yake pamoja na namba za simu, kisha akampa Dani. Dani alichukua ile karatasi, aliiweka vizuri, kisha akaanza kukimbia kuanza kurudi kijijini kwao. Melissa alipata msaada wa makazi na maradhi, lakini hakuwa na imani tena. Alifanya mawasiliano na ubalozi wa Marekani ulioko mjini, na bila ya kuchelewa siku iliyofuata alikuja kuchukuliwa na haraka sana alirudi Marekani. Akiwa njiani safari yake ilikuwa imejawa na majonzi, sivyo kama alivyokuwa akitarajia. Melissa alimshukuru sana Mungu kwa kuwa ndio msaada pekee aliyokuwa nao kwa upande wake. Melissa alifika salama. Monica na watoto wake walienda kumpokea Melissa. Alilia kwa furaha, hakutegemea kukutana na familia yake tena pamoja na rafiki yake Monica. Maisha yaliendelea kama kawaida baada ya mwezi mmoja baadaye. Melissa alipokea ujumbe wa email, alifungua na kukuta alikuwa ni Dani. Melissa alifurahi sana kupokea ujumbe ule. Na kwa haraka alimtaka Dani afike ubalozi wa Marekani. Dani alipewa hifadhi mahara pale, pia akashughulikia vibali vyote muhimu vya kumwezesha kwenda Marekani. Dani alipata vibali vyote ndani ya wakati, alisafiri kwenda Marekani. Akapokelewa na Melissa, watoto wa Melissa pamoja na Monica. Melissa aliweza kumtafutia Dani kazi pia, walikuwa wakiishi kwa furaha sana. Siku moja wakiwa wamekaa sebleni, Monica alikuwa amekuja kuwatembelea. Wakiwa kwenye mazungumzo, Dani aliamua kuwaacha, akaenda zake chumbani. Wakati wote huwa Melissa alikuwa ameshajenga hisia za kimapenzi kwa Dani, lakini Dani alikuwa akimwogopa sana Melissa na kumheshimu, alimwona ni zaidi ya msaada kwenye maisha yake. Kile kitu kilikuwa kikimtesa sana Melissa mpaka alijaribu kufanya kila aina ya mitego, lakini haikuwa rahisi kwa Dani kuweza kuelewa mitego ile. Mpaka ile siku aliamua kumwelezea Monica, huenda Monica angemshauri nini cha kufanya. Lakini badala yake Monika alicheka sana, kisha akamwambia kazi ndogo sana iyo, rafiki yangu Melissa. Naye alitabasama, alijua kuwa Monika ni mtu mwenye utani sana. Monika alinyanyuka kutoka pale alipokuwa, kisha akashika simu ya Melissa akamwandikia Dani ujumbe, hei Dani, unaweza kujiandaa leo tuna ratiba ya kwenda dina. Melissa alibaki mdomo wazi akimshangaa, kisha Monika aliutuma ujumbe ule. Ndani ya muda uleule Dani alijibu sawa, madam. Monika akamwambia yes, umeona sasa rafiki angu, nenda dina leo na Dani umwelezee hisia zako na kila kitu kitakuwa sawa. Kisha Monika aliondoka zake huku akiwa anacheka. Jioni ilivyofika, wote walijiandaa wakiwa wamependeza. Melissa aliwaaga watoto wake, kisha wakapanda kwenye gari na Dani walifika kwenye restaurant ndogo nzuri. Palikuwa pametulia sana. Waliagiza chakula na vinywaji wakapiga stori nyingi sana lakini, baadaye wakiwa wanakaribia kuondoka, Melisa alijua Dani naye alikuwa akimpenda, lakini hakujua wapi angeazia kumweleza. Ila Melisa alijaribu kuanzia mbali, akielezea historia yake na mumewe na jinsi anavyoishi kwa sasa na hata hivyo anahitaji kuwa na mtu, lakini sio kama Obona alichomfanyia. Ila yeye Melisa alikuwa amevutiwa sana na Dani. Dani alitabasamu huku mapigo yake ya moyo yakimwenda kasi lakini nafsi ilimtaka ajikaze kiume. Dani alisimama akamshika mikono Melissa kisha akamkumbatia. Kisha walitoka kuelekea nyumbani wakiwa na furaha sana. Baada ya mwezi mmoja kupita, Dani na Melissa walifunga ndoa. Maisha ya Dani na Melissa yalibadilika. Pia Dani hakuwahi kurudi tena Afrika. Maisha yake yalibadilika sana kutokea maisha aliyokuwa kiishi ya shida na dhiki mpaka kuishi maisha bora ya ndoto za vijana wengi wa rika lake.